Baraza la magavana nchini limeikosoa serikali ya kitaifa kuhusiana na kile inachokitaji kama juhudi za makusudi za kuangamiza ugatuzi. Baraza hilo lina, lina, ambalo linalalamikia swala la kupunguzwa kwa mgao wao kwa shilingi bilioni 38.4 ambazo linadai kuwa lime, limehamishwa kwa serikali ya kitaifa . Akihutubia wanahabari, naibu mwenyekiti wa baraza hilo Mtai Kahiga alisema hatua hiyo italemaza shughuli zinazogatuliwa kwa kaunti. Kaiga pia alibainisha kuwa baadhi ya kaunti hazijapokea pesa zozote kutoka kwa hazina kuu tangu Januari mwaka huu, kwani mgao sawa ukifikia shilingi bilioni 78.03 katika malimbikizo yanayozidi kukandamiza huduma muhimu katika kaunti kwa sasa. Wametishia kulemaza shughuli katika serikali za kaunti katika muda wa siku kumi na nne zijazo iwapo hali hiyo haitashughulikiwa. Serikali imekuwa na inachukua haya majukumu uh, kwa mfano unapata mambo ya ujenzi wa masoko, mambo ya hospitali, hata mambo ya kuendesha maswala ya, ya maji. Unapata kuna zile idara za national government ambazo zinafanya. So jambo ambalo lime limeudhi magavana ni kwamba kuna fedha ambazo zimeondolewa kwenye bajeti tayari. Kuna wanda kandarasi ambao wamepewa hizi hizi kazi, waendelea kufanya kazi wanatarajiwa wana ku, uh, kulipwa na hizi fedha zimeondolewa kwenye, kwenye, kwenye bajeti. Sisi tunahisi kwamba kuna deliberate effort uh, kuhakikisha kwamba akaunti uh, zinafilisika zinakufa, uh, uh, katika kaunti.